Ukishatawala kwenye jamii ndio kutakuwa kumetawala kila aina ya uovu, na ili kuondoa uovu kwenye jamii, kuondoa ufisadi kwenye jamii, kwanza ni sharti uweke, uweke nembo ya tauhid kule ambako ndiko kunapotoka neema na maslahi ya mwanadamu na solaha ya kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu, ndio akaanza na kuvunja yale masalama kuna vitu vingine tunakuwa tuna saa zingine tuna ni tuna kama tunashindwa kuzielewa kwa nini zinafanyika, kama viongozi wetu wanavyoeleza mambo kwenye jamii ambayo hayastahiki, na kila mtu hata yule mdogo anaona kuwa hayastahiki. Si wao kwenye kitabu chao, kwenye Genesis kuna mahali kunaonyeshwa Mwenyezi Mungu akimfanyia hidaa nani, Adam akimwambia, huu mti ni wa uhai, ukila utakufa na kumbe hata si wa uhai kulingana na kitabu chao. Kumbe hata si wa uhai ni mti ni mti ambao ni wa kujua ni wa maarifa, utajua kulingana na kitabu chao, lakini sio kulingana na sisi. Sasa wao wameona kidhaa ikitoka kwenye kitabu Mungu akifanya hivyo kwa Adamu, watarajia wao watafanya je? Tutafanywa kidhaa mpaka yes, ile Mwenyezi Mungu atakuletea kwa hivyo, hii ndio hali halisi ya nabii Ibrahim anataka kutuonyesha. Tukitaka kufaulu, cha kwanza ni kuhakikisha tumefuata misingi ya tauhidi iliyonyooka, na ndio tupigane nayo kutoka kwenye nafsi zetu, kwenye watoto wetu, na tupigane nayo mpaka kwenye jamii. Usitarajie kwenda kwenye jamii ni rahisi ikiwa wewe nafsi yako imekushinda. Ni mpambano na nafsi, ishi ushinde, uende kwa watoto wako, familia yako, ushinde, uende huko na katika hali hii nabii Ibrahim alaihi salam, akafanywa kuwa yeye ndiye nembo ya maisha yetu. Tukitaka kufaulu, tuende na msingi ule, na kisha Mwenyezi Mungu akatuambia, sio nyinyi peke yenu niliyowawekea jambo hili, bali hata wale generations zote zilizokuwa nyuma zilikuwepo zimewekewa kitu cha kuwafanya wakuwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ili atuwekee hii anatufundisha kwenye aya, kwenye Suratul Hajj aya ya 34.